Ndugu zangu wa Tanzania, kwa jina naitwa alimarufu Dr. Uhondo, na niseme ya kwamba kampuni yangu inaitwa Uhondo Natural Products. Tunajishughulisha na huduma zifuatazo: huduma ya tiba asili na tiba mbadala. Hiyo basi, natibu magonjwa aina mbalimbali, mfano mtia sugu, malaria sugu, kuna tatizo la mengini kwa kina baba, yani henia, lakini vie pia kuna ugonjwa mmoja ambao umeshamiri ambao unaitwa Bawasiri Mgoro. Hii imekuwa imeshamiri sana kwa kina baba na akina mama. Hiyo basi katika huduma zetu tunatoa huduma za magonjwa aina mbalimbali, lakini vile vile pia tunajishughulisha na mambo mbalimbali ya kuweza kutoa majini wachafu katika mili ya binadamu na hata katika nyumba zao wanazoishi, kunakuwa na usumbufu hapa na pale, basi tunakwenda kushirika nazo. Hiyo basi, walioko nchi za nje na walioko ndani ya Tanzania mimi nawakaribisha kwa pamoja. Karibuni sana.